Naichukia sana Simba, niliwakosea walioniamini kunipenda na kuniheshimu, ni maneno ya Shishimbi, ambapo inaelezwa kwamba kiungo wa zamani wa klabu ya Yanga Papi Kabamba Shishimbi amefunguka mazito kwa kudai kwamba anasema nikili, ni kili niliwakosea walioniamini kunipenda na kuniheshimu. Nazungumzia viongozi wa Young African pamoja na mashabiki wao wote, nikija daima eh, nikija daima vibaya sana, nikajisahau kiasi cha kumdhalau hata mema walionifanyia. Pengine kama ningeishi nao vizuri, mpaka sasa jina langu lingekuwa bado linazungumzwa vichwani mwao, lakini sidhani kama nakumbukwa kama ilivyo kwa Fiston Kalala, Mayele, Nondo, Shabani Mbuyu, Twite na wachezaji wengine wengi waliopita kwenye timu yao. I, ile mechi ya kwanza kabisa dhidi ya Simba kwenye ngao ya jamii ni mechi iliyobadilisha maisha yangu kwa ujumla. Ni mechi niliyopiga ni kazi kweli licha ya kwamba tulipoteza kwa mikwaju ya penati, na kumbuka baada ya dakika tisini mashabiki waliniimba sana jina langu, wengi wakinipa hela, nikajiuliza ni upendo wa namna gani huu? Kesho yake asubuhi, tajiri mmoja hivi akanipigia simu, akanipa gari mpya yenye thamani kama ya milioni 60. E, 60 mia mbili kama katika maisha yangu tangu nikiwa Mbabane sijawahi kumiliki gari, ila cha ajabu siku moja tu ikawa imenipa magari, ikawa imenipa gari, niligeuka star wa timu. Baadaye bada, ba, baadaye sana Simba wakanihitaji, wakaniahidi hela nyingi kuliko zile na wanazonipa Yanga. Isitoshe kipindi kile Yanga walikuwa na ukata kwa hiyo mishahara ilikuwa inasuasua muda mwingi, licha uongozi. Bila kufikiri nikakubali kujiunga nao. Uongozi mpya ulioingia ukani, ukani si, nisiondoke wanaunda project mpya, kwa hiyo kila kitu kitakuwa sawa. Rais wa timu yao akanipa mkataba, ingawa sikusaini. Nilikuwa natembea nao kila, alipo nipigia simu kuuliza kuhusu mkataba, nilimjibu bado kuna vipengele na vipitia, kwa hiyo nitasaini tu akani piki.